Mzunguko wako wa kila siku hivi, ukiucheki unaona unakusaidia au unakuzuia kusonga mbele? Rutini ama mzunguko wako wa kila siku uucheki kwa makini, huenda umekuwa mlolongo wa kazi za kiufundi ambazo hazina kichwa wala miguu. Unaamka, unarudia vitendo vile vile kila siku bila kujiuliza kama kile unachokifanya kinakuweka karibu na malengo yako, au ni aina ya rutini inayokuweka mahali bila kuendelea mbele. Kama jibu lako ni ndio, kwanzia leo unatakiwa kuandika upya sheria zitakazoongoza mzunguko wako wa kila siku ama mzunguko wa kazi zako kila siku, na kuachana na yale yanayokuzuia kusonga mbele. Katika sesheni hii ya saba ya NAKUKAMA, yaani nasaha za kufanikiwa katika maisha, nitakufafanulia mbinu nane za kubadili rutini yako ya kila siku ili kufika kwenye malengo yako. Kabla ya kuingia kwa kina, hakikisha kwamba umeshajiunga nasi kwenye chaneli hii ili usije ukapitwa na chochote kitakachopitia hapa, kwani kile unachokaribia kusikia ambacho pia kitakuwa kinapitia hapa mara kadha wa kadhaa ni kitu muhimu sana ambacho kinakuja kukusaidia katika kufanikiwa maishani mwako. twende basi. Kama unataka kubadili rutini yako ya kila siku ili kufikisha kwenye malengo yako, hapa kuna mbinu nane ambazo nimekuandalia kwa ajili ya kutimiza lengo hilo. Mbinu ya kwanza ni kuwa na malengo wazi. Kabla ya kubadilisha chochote katika maisha yako, ni muhimu kuwa na malengo ya wazi na thabiti yanayochambulika. Jiulize maswali yafuatayo: unataka kufikia nini? Unataka kufika wapi? na baadaye weka malengo ya muda mfupi na mrefu ili ujue ni wapi unapokwenda. Mbinu ya pili, anza na mabadiliko madogo, badilisha kidogo kidogo. Usijaribu kufanya mabadiliko makubwa mara moja, anza kwa kuanzisha tabia mpya na rahisi ambazo utaweza kushikilia na kuzisimamia kwa mfano unaweza kuanza kufanya mazoezi kidogo kila asubuhi au kusoma vitabu kwa dakika kumi kila siku. Baada ya miezi miwili, fanya saa nzima, na mwisho fanya shughuli hiyo hiyo siku nzima. Basi hapo utakuwa umefanikiwa kubadilisha tabia hiyo na kuingiza hiyo tabia mpya katika maisha yako. Mbinu ya tatu, acha tabia za zamani. Ili kubadili rutini yako ni lazima kuachana na tabia ambazo zinakuchelewesha. Hii inahusisha kuachana na mambo yanayokufanya usisonge mbele, kama vile kuwa na vitu visivyohitajika kwenye ratiba yako ama kuwa katika mahusiano ya bandia na wenzako. Sijui kama hapa umenielewa. Mbinu ya nne, jipatie muda wa kupumzika. Rutini yako mpya haipasi kuwa nzito kila wakati. Jitahidi kujumuisha muda wa kupumzika na kujifurahisha hii itakusaidia kudumisha nishati na kujiepusha na uchovu wa kiakili na kimwili. Mbinu ya tano: hufanya tathmini kila mara. Mara kwa mara, angalia kama mabadiliko unayoyafanya yanakuletea mafanikio. Fanya tathmini ya kile unachofanya kila siku ili kujua kama kimetendeka kama ulivyokuwa umedhamilia au la kama sio, uchunguze kama kuna sehemu unatakiwa kuboresha au kama utachukua maamuzi ya kutia nanga kabisa, yani kuachana na kitu hicho loteloti. Mbinu ya sita, endelea kujifunza. Usikome kujifunza kwani Waswahili wamesema kuwa elimu haina mwisho, na walikuwa na maana kabisa. Soma vitabu, angalia video kama hizi za nasaha za kufanikiwa katika maisha, angalia au shiriki katika vikao vya mafunzo na uwe na hamu ya kujifunza kutoka kwa wengine. Kujifunza daima kutakusaidia kuwa na ufanisi zaidi katika mabadiliko yako ya kila siku. Mbinu ya saba ni kujiimarisha kimwili na kiakili. Fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na jitahidi kuimarisha afya yako ya akili. Mazoezi ya mwili yanaweza kusaidia kuongeza nguvu na ufanisi huku mazoezi ya akili kama vile kutafakari ama kutunga mawazo yako pia yanaweza kusaidia kutuliza akili na kuongeza umakini. Mbinu ya nane ambayo ni ya mwisho katika video hii ya Nakukama, yaani nasaha za kufanikiwa katika maisha, ni kufanya mabadiliko kuwa tabia. Kufanya yale mabadiliko ambayo umeyafanya, umeanza kuyafanya yawe tabia. Ili mabadiliko yako yawe endelevu, lazima kuyafanya yawe tabia na tabia yako ya kila siku kabisa. Fanya kila hatua kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, na hakikisha kuwa unaendelea kuboresha na kubadilisha tabia zako polepole pole, ili zijenge msingi mzuri wa mafanikio yako. Kiufupi, kwa kutumia mbinu hizi, utaweza kubadili rutini yako ya kila siku kwa ufanisi na kuhakikisha inakupeleka kwenye malengo yako. Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaamua kuanzia leo kubadili rutini zao ili wafikie malengo yao? Je, ni mbinu zipi ambazo utazianzia kuzitumia hivi karibuni ili kubadilisha rutini yako? Andika katika komenti, nitafurahia kusoma ulichokiandika. Na kama kuna mbinu nyingine hatukuiongelea ambayo unaweza kututolea mchango kama mojawapo ya mbinu ambazo zinaweza kusaidia mtu kubadili rutini yake, basi iandike ya wengine wanufaike. Mungu atakushukuru kwa namna moja ama nyingine. Ikiwa una rafiki yako ambaye kubadili rutini yake kuna mfaa, basi mrushie video hii, umkomboe katika giza hilo, kwani madhara yake ni mengi, kukiwemo kudidimia maishani kudharauliwa na kukosa ujasiri na uaminifu wa kufanikiwa katika maisha yake. Shukrani. Sasa wewe uliyejiunga nami toka mwanzo hadi tamati, matumaini yangu ni kwamba video hii imekusaidia kwa namna moja ama nyingine. Mnasihi wako alikuwa ni mimi, Jerome Hakizimana Umutarambirwa. Ni kijana mchangamfu, japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa ndio mtakatifu, naelekea kuwa maarufu, ila nikiwakosa nitakuwa kama vile mufu, japo mi ni mwaminifu, sijawai sema yasiyo na maana, ninaamini kwa hekima ndio nguzo ya maisha daima. Kama ilivyo kawaida, Umutarambirwa, bora niuliwe na uchovu kuliko kuliwa na uvivu kwani mvumilivu hula mbivu, wakati wa vivu monia wivu. Na wasihi, msitembee kwa ukakamavu, kwani hiyo ni tabia potovu, isiyoakisi uelevu wala maendeleo endelevu, huku nikiwaahidi kukutana tena siku nyingine, panapokuwa majaliwa, katika video nyingine ya NAKUKAMA, yaani nasaha za kufanikiwa katika maisha. Na wapendeni sana, kwa herini.